Karibu ujionee eneo la Mvuha lililotengwa mahususi kwa ajili ya ujenzi wa stendi ya mabasi. Mradi huu ni sehemu ya jitihada za Halmashauri Wilaya ya Morogoro katika kuboresha miundombinu ya usafiri na kukuza shughuli za kiuchumi kwa wananchi wa Mvuha na maeneo ya jirani. Kwa sasa ni hatua ya awali kabisa, ambapo unajionea jitihada za wahandisi katika shughuli za ufyekaji na usawazishaji wa eneo hapa tulipo, tupo kwenye kiwanja namba mia tatu kumi na moja ambapo kiwanja hiko kimetengwa kwa ajili ya matumizi ya stendi ya mji wa Mvuha. Hiki kiwanja kina jumla za mita za mraba elfu kumi na mia tatu na kama unavyoona kazi ya usafishaji inaendelea ambako mpaka sasa karibu mita za mraba elfu saba zimesha zimeshasafishwa katika kuendeleza viwanja hivyo tutakuwa tuna kazi ya kufanya leveling katika hiki kiwanja cha cha, cha stendi, ili sasa kuruhusu miundombinu iweze kuwekwa kuna stendi itakuwa kwa ajili ya magari madogo yaendayo labda Kisaki, yaendayo labda Ngerengere, yaendayo waka lakini hapo hapo stendi tutakuwa na magari madogo yaendayo vijijini na wapi. Tutakuwa na sehemu ya kupaki bodaboda, bajaji na kadhalika. Lakini ndani ya stendi tutakuwa na hoteli, mahali ambapo watu watalala. Mradi huu si tu kuboresha usafiri, bali ni uwekezaji wa kimkakati unaochochea uchumi, ajira, mapato ya halmashauri na maendeleo endelevu ya mji kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Halmashauri ya Morogoro inaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mradi huu ili kuhakikisha unakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa kwa lengo la kuwaletea wananchi maendeleo endelevu.